Na mbali na hayo ni kwamba chama cha wauguzi katika kaunti ya Nyamira kimetoa ilani ya mgomo baada ya siku kumi na nne, wakishtumu serikali ya kaunti ya Nyamira kwa kutowalipa baadhi ya mishahara ya zaidi ya miezi kumi, upendeleo katika kupandishwa vyeo na mazingira duni ya kufanyia kazi. Wakiwahutubia wanahabari mjini Nyamira, viongozi wa muungano huo walisema kwamba baadhi ya wanachama wao wanakumbana na hali ngumu kugharamia mahitaji yao ya kimsingi, nauli ya kwenda kazini na kuwasababishia wa kulipa mikopo waliyochukua kuajiriwa <laughs> kwa nurses au wauguzi, maana wengine washatoka wameenda kwa wakati huo tulielewana kwamba walikuwa waajiri 44 nurses, lakini kufikia sasa wameongeza wameongezeka wameongezeka, maana wengine wamechoka wameenda, na bado hawaja employ hao nurses. Na jambo lingine kuna wale members wetu ambao walishushwa ngazi. Yeah? The board gave an audit report and recommended that those nurses be reinstated. Surprisingly, they have not been reinstated. Hao nurses waliandikwa, county government ikafanya budgeting ikapeleka county assembly, ikapitishwa wakafanya advertisement, waka employ, au nurses. Lakini sasa, ile pesa yenye ilikuwa imetengewa, kuna watu ambao inasemekana walimeikula. Sasa watoto wa watu ambao wapa, wakafanya kazi kwa miezi nane, tumekaa tangia wakati huo karibu miaka mbili ama ngapi, miaka tatu, hawajawahi ilipo area zao, wako na madeni.